So haya hayapaswi kuwa tukio la muda mfupi tu, bali yawe ni mwanzo wa mabadiliko ya dhati katika utendaji wenu. Hivyo ni matarajio yetu kuwa kila mshiriki ataondoka hapa akiwa na fikra ali na mbinu mpya katika utekelezaji wa majukumu yake na kuhakikisha taasisi inafikia malengo chanya katika mapambano dhidi ya rushwa, kama yalivyoainishwa kwenye mpango mkakati wa TAKUKURU wa mwaka ishirini ishirini na mbili ishirini ishirini na tatu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 yana lengo la kuimarisha weledi wa watumishi hawa katika uchunguzi na uendeshaji wa mashtaka. Mafunzo haya yana umuhimu wa kipekee katika kuimarisha weledi katika uchunguzi na uendeshaji wa mashtaka kutokana na kuwepo kwa mawasilisho yatakayohusu mbinu mpya za uchunguzi wa kidijitali pamoja na mifumo. Kama tunavyojua, serikali imefanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba shughuli zote zinafanyika kimifumo. Washiriki wa mafunzo haya wana matarajio makubwa katika kuimarisha utendaji kazi wao. Mimi binafsi kama miongoni mwa washiriki, nina matarajio makubwa sana katika mafunzo haya, kwa sababu yanalenga katika kuifahamu miongozo mbalimbali, sheria na kanuni ambazo zinatuwezesha sisi kama wachunguzi kufanya kazi zetu kwa weledi. Kimsingi uh, mafunzo haya yanaangazia ya nyanja mbalimbali mbali. Ya kwanza ni mabadiliko ya TEHAMA ambayo pia hata serikali imeadopti na mabadiliko ya TEHAMA yanapokuwepo na lazima na sisi tubadilike ili kuendana na, tea, na, na, na, na mfumo uliopo wa sasa, lakini jambo jingine kubwa ambalo tunajifunza ni mabadiliko pia ya sheria. Sheria ikibadilika mambo mengi yanabadilika, chunguzi zinabadilika na pasipo kupata ue, uelewa wa pamoja kati ya wanasheria na wachunguzi lazima kuna sehemu tutagongana. Mtazamaji, mafunzo haya ni dhamira thabiti ya Takukuru kuwekeza katika rasilimali watu wake ili kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mtazamaji wa Takukuru TV tunakukumbusha kubofya neno subscribe